Hello. Hello. Mambo? Poa. Naongea na June eh. Unaongea na chairman Alex Mwakideu na Captain Emmanuel Mashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo. Umeamka poa? Nimeamka poa. Kwani uko job tayari ama bado uko nyumbani unajitarisha tarisha ndo ende job? Saa hii niko job. Uko job unafanya job gani hapo my sister June kutoka Butere? Kazi ya nyumba. Oh, unafanya kazi ya nyumba hapo hapo Butere ana, Kiambu oh, ulitoka Butere ukakuja Kiambu? Kiambu eh. Umeanza kazi lini my sister? mwezi wa tatu. Mdosi anakupeleka namna gani hapo Kiambu? iko tu poa. Kwa hivyo kando na nyumba pia tukukukuku, tuko pale vile paka na mbwa? ni mbwa tu. anaitwa nani huyo dogi? Luna. Oh, dogi anaitwa Luna, Luna. E, na Dick na na, kuna kuna Luna na Dick. Eh. E. nani ni mme nani ni mke kati ya Luna na Dick? Dick ndio mme Oh, awapigani aduako kwa rumu moja? Rumu moja. Aja, na nikuulize. <laughs> <laughs> eh? dika shai kumpachika mimba Luna? Diki bado kadogo, ni kadogo kadogo bado. eh. Okay. Eh, tuingie katika penzi mita basi. mpenzi wako anaitwa nani? anaitwa yako badest. anaitwa eh? nani badest yako, yako, yako. badest eh. anaimba ama anarapa? DJ. ni DJ. Oh, oh my God. Eh. Ana dj wapi, Shibinga? Oh, Shibinga. Shibinga ni club ama ni mtaa? Ni mtaa tu. Hiyo mtaa iko wapi ya Shibinga? Huko Butere huko. Na mlipatania wapi, mtaani ama Shibinga? Mtaani aje sasa, mlikuwa wapi mkakutana naye huyu? Eh, eh, yako the baddest. Kuna jirani yangu alikuwa amekufa. uh -huh. Pole. na saa akaleta hizo vitu zake eh. Okay. E, hapo ndo tukapatana. Okay. E, ilikuwa 2024, mwezi wa nane, last year mwezi wa nane e. Sasa ukamwona amekuja pale ameleta zile mashine zake za ku DJ pale kwa matanga jirani yako e. Alafu alipoleta pale ilikuwaje? Kuaje? Paka mkajuana, mkabadilishana namba, akaniita, tukaongea tu hivyo hivo. E sa venye mimi asubuhi nikaenda home nikabadilisha manguo. Eh. Nikaenda, nikaenda kuzika e. Sasa naye venye harakati za kufunga vitu kurudisha nyumbani ndio akaniambia atanitumia fare niende huko hiyo siku hiyo e, tu siku pake nyumbani e, penye anafanyia kazi Shibinga okay, so akatuma fare. mwenyewe ndio alirudi na pikipiki akaja akakuchukua e. Ukapanda nyuma pale e. Ulipanda wewe na speaker ama wewe peke yako? na beshte yangu wewe best yako e. So sasa hiyo mmetoka mazishi, mshamzika jirani yako wewe, ndo huyo nyuma ya pikipiki piki, na best yako, alafu Yakobo pale the baddest anaendesha mpaka e. Wapi Shibinga kwake kwake nyumbani mm. Alafu mulipofika nyumbani akanua soda na chips. Na venye tulifika, akaniambia narudi home. Naam, nikamwambia Eh, nikaitika, akaniambia eh, eh, akaniambia uwezi, kwa nini? hadi mimi sijui. So ukakubali ama ukaregea home? sasa nikubali so, tuna akapea best yangu ea akadangu eh, akarudi home. O best akachuja, wewe ukabaki. Wewe unatupeleka mbio sana na hii hadithi oh, oh. ya Shibinga ngoja <laughs> <laughs> hey, kidogo umetupeleka mbio, hebu kidogo. So hapo mshakula chips ama hamjakula? Nimekula au kung'ang'ana kumwambia lazima nirudi home, alikataa. Na venye nilimwangalia, nikaisha tu nguvu na nikaitika, lazima nikubali. Ukayayuka kabisa e, na sasa nguvu ilipokuisha, hmm, na best yako alipopatiwa fare aregee nyumbani e. Sasa ulimwambia best yako aende aseme nyumbani, uko wapi? Sikumwambia nikuulize, e. E. na nguvu ilikuisha aje? Ni venye tu alikuwa anakaa, alikuwa anakaa aje <laughs> Fezeleza. Lakini ulivutiwa uli, uli, uli na yeye e, ukatamani kubaki e. ni mrefu? Kafupi. Kafupi. Ah. rangi ya ngozi? Brown kidogo, Brown kidogo. E. amepiga piga chuma kidogo. ni mwembamba ama ni mnono si mnono sana o, oh. lakini ni mnono kashoti kanono kidogo. Kashoti kanono. kwa hivyo nikakijana fupi round e. Ehe. Ehe tukaendelea tu kumiti hadi sasa hivi venye nilikuja huku. Ngoja bwana. Wewe unatukimbiza, tunataka kujuaje, tunataka kujuaje. Si rafiki yako ameenda, sasa muko kwa nyumba wewe na kijana kutoka Shibinga, si ndio? Mlango mm. uko wazi ama mmefunga? Uko wazi. Uko umeketi kwa kiti hapo mm. ehe, na yeye mi nilikuwa nimeketi kwa alikuwa huku mbele, unajua, anafanyana na kazi ya kinyozi hizi, so, ni DJ na pia na kinyozi eh. Kukoje bedroom, tupatie picha. Na tu viti viti mbili eh, na mattress okay, chini. Kwa hivyo hakuna kitanda hakuna. Nimependa ujaba viti mbili, hakuna suri za kibia kibia na mato siko chini eh, na iko na bedsheet Mm. Sasa ulilala ama ulikuwa umeketia katika mojawapo ya vile viti viwili? Nilikuwa nimelala ah, oh, straight away ukaamua uingie kwa malazi? Nilikuwa nimechoka usiku wote. Na saa hizi una miaka mingapi mam haki? Niko 19. 19. Naam hey. Oh. yeah, na huyu huyu DJ naye 22. Haya sasa so... ukalala usingizi hey? Ndo sasa akaniamsha nipike. uh -huh. Kamaliza tukalala mkalala tu <laughs> akanisumbua tu kidogo. Ukasumbuka e. Ukakubali kusumbuliwa kwa hivyo e. kubla haza klama e. apparatus no, nil by mouth. Nil by mouth. Eh. <laughs> hapo tu oh, anyway sawa. Haya, uliwahi kurudi tena hapo kwa hiyo mattress? <laughs> Eh, nilikuwa naenda huko kwa wiki, kama mara ngapi? Moja. Inaonekana hiyo mattress ilikufurahisha. Alikubamba. Uh, Alikubamba. Eh. Oh. Sasa ulikuwa ukitoka nyumbani unasema unaenda wapi alikuwa nangoja mama atoke na mimi pia natoka juu dad ayuko ulikuwa ukifika pale unapika kila siku unampikia mm, napika nafua napanguza nyumba wapika wafua wapangusa nyumba na ukimaliza kubla haza klama sio kila siku ulikuwa unalala huko eh. Mama alikuwa hakuulizi unaendaga wapi alikuja akajua eh. uh -huh. Akakumitishia na huyo boy akasema nikiendelea na yeye atamweka ndani, alafu mi nikamwambia ukimweka ndani, pia mi naenda na yeye ndani. La e, sa so akaamua tu kuacha nani boy, mama akaamua tu kuacha kutufuatilia, mkaendelea tu firii, tukaendelea tu hadi venye nimetoka huko na hii kublahaaklamabilas au kupata matokeo yake bado. oh. mm. tuseme ni mungu tu, ni Mungu tu <laughs> <laughs> Shikilia simu yako tumtafute the baddest DJ. Eh, hey. Aki ati mjaribu tu zenye mnaweza unamiss hey. Eh? Miss sana sana eh, unampenda um, unampenda hata sijui, hata ujui unampenda sana hivyo, mm. Hey, na akisema akutaki, itabidi ni move on, itabidi oh, move on, eh I like I like your attitude. Haya And uliza kama po Kiambu ajapata mtu the baddest mwingine. Hakuna madija wengi huko, kuna Imo the baddest yako the baddest ajashika bado. Ndio huyo yako the baddest. What's up my brother, mambo vipi? Habari? salama, salama. Za shibanga mtu wangu, tuko salama. Yani nikuulize yako the baddest Hey. Mimi Mwakideu hey, na Mwashumbe hey, tunafunga safari tunatoka Nairobi hey, tunakuja Kakamega Kamega, na DJ Aimo hey, tunapiga show pale hey, na wewe ni DJ hey, na haukuji ndugu yangu ah, Alex. <laughs> Alex. Hey. Sikuwa sikuwa nimejua ndugu yangu ah, umeangusha kama sayako the baddest bana. Sikuwa nimejua ah, uliangusha bro. Sisi sote tuko katika entertainment industry bro, eh ye hey, hii ndio industry yetu bro. utarudi huku siku gani? Tukikuja Western unatokelezea ndugu yangu, yako the baddest. Sometimes wanga nakuwa busy. nimefurahi kuongea na nyinyi. Oh, sometimes unakuwa busy eh E, e, sometime wanga nakuwa busy busy busy kidogo ndo maana. Oh, oh aina noma inaeleweka bro, lazima tutafute unga, si ndio? Mm. Aya. Ah, yeah. Lakini kuulize? Eh. Tulikuwa tunaulizana hapa kwa mfano ma DJ. Eh, eh. Ambayo sana sana kazi zenu ni usiku. Eh, eh. Ina affect vipi nyumba yako kama umeoa bro? Sasa unajua hapo unalingana umeoa mwanamke mgani? Sasa ah. Kama ule wako umeoa anaunderstand? Mwenye mimi niko naye anaunderstand. Kwa hivyo ukienda jobu unamwacha nyumbani. Yeah. Ama saa ingine unaenda na yeye. Ah hapana, yeah, yeye yeah, yeah, awe umliye baridi. Kwa hivyo unamwacha nyumbani pale mama anatulia na kuna lolote. Kabisa. Mnakaa na wife hapo Shibinga. Hmm. Eh, msalimie sana wife basi. Safi ndugu zangu. Unajua matiche wengi wame complain sana wanasema wife zao wa understand. Unajua akiwa club pale nafikiria maybe uko na mademu, lakini kama wako ni understanding mwa appreciate jamani. Kabisa. Kwa hivyo yuko mtaani pale, eh? Mimi si lewangi, si mrahisi kulewa oh, ndio maana basi anakuunderstand, eh, ndio maana uwanga ananielewa. Anaitwa mama, anaitwa Juni oh, John, June eh, yes June, June, June, June nani anajua eh. <laughs> Anaitwa <laughs> anaitwa ni nini, anaitwa June Wakoya uh-huh. yeah. Sasa yuko wapi? Hata anaweza kuwa tu anawasikiliza wasikiliza sahii Oh, kumbe umejua anaweza kuwa anatusikiliza ndio maana umesema anaitwa June. Anatoroka hapa. Kwani yeye iko wapi? Pia iko Shibanga. Yeye. Yeah, yeah. Eh. Uh. Ah ah. Yeye iko wapi? Eh. Mimi nyumbani kwetu. Eh. Ere eh, naitwa Matawa, Butere District. O oh, Matawa, Butere District. Kwa hivyo wife yuko yeah. Matawa. Yeah, so wife yuko Matawa. Na watoto wako huko? Ah, bado nilijaliwa kupata mtoto. Eh. Awe mtoto akakufa. Oh, pole, pole pole pole pole bro pole bro. Pole. Bro, pole. Yeah. So wife iko Matawa kule na wewe uko Shibinga. Yeah, lakini weekend weekend kama sina job naendanga huko. Mwisho umemwona lini wife huko? Ah ziko nne uh, zimeisha. Oh, 4 days umekuwa na wife huko Matawa. Yeah yeah. Ah uh, bro congratulations and all the best and keep pushing, tukija Chavakali lazima tutakuona the yeah. Baddest eh? <mimic> Asante sana yako the badest hapo ndani ya nyumba kwa mpigo tena zaidi zaidia. <mimic> Uh, eh? eh? uko matawa au so... uh, uko saizi eh? eh? yeah. Ni wewe ambaye ulipoteza mtoto bahati mbaya, sio yeye, sio wewe Nas ay, basi ah, basi kuna basi mtu matawa ambaye kama wewe eh, kuna mtu ambaye Ethiopia, June, eh, kuna mtu matawa ambaye mm. yako mm. The baddest anaendelea ku scratch scratch pale matawa mm. sawa eh, so huko peke yako eh, najua tu eh, oh unajua kwamba huko peke yako najua tu oh ulikuwa unataka tu kuthibitisha mm. mambo ni mangapi? Matatu. ya kwanza anipendi ya pili anitaki ya tatu matatu. Anamchukia kabisa kabisa, tafuta mtu hapo kiambue eh, mm. Ama tukupatie I'm the baddest? Sitaki DJ oh, sitaki DJ tena. Basi acha mimi niruke na wewe stucky. Ni sawa hiyo, iko fikirie, oh fikirie eh, lakini unaona ni kama itaivana. Hapana, sitaki mtu sana. Ah, usijali atatoa ata tu kitanda yake macho 60 ndio? Hapana, ndio eh Asante. Asante na wewe pia eh? <laughs> eh. Sawa sawa eh. Take care eh. Eh. Eh, alafu next time apparatus, apparatus, apparatus eh. <laughs> eh. Ama upendi kabisa? Endi apendi. Oh, wewe oh. Unapenda. Unajua mimi zenye nimekuwa mkubwa. Eh. Endi amekuwa tu boy wangu wa kwanza. Okay. Eh. Game move on na boy mwingine. Sasa oh. Move on. Sasa move on eh. E. E, na ukitaka ku move on sisi tunaweza kukusaidia. Eh, toka Shibinga sasa uko Kiambu eh? Sawa, asante. Karibu eh. Na ndio Penzi Mita. Kwa mpigo.